Kufanya kazi kwa bidii. Unataka mashangiria dumu kwako, ni kufanya kazi kwa kwa bidii, ni kushughulika kwenye kazi ya mikono yako kwa bidii, ni kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Watu wengi hawajui kazi wanazozifanya zina utumishi ndani yake, maana popote ulipo kuna utumishi na kila unachofanya kwenye maisha yako haukifanyi kwa niaba yako, unakifanya kwa sababu Mungu amekupa huo utumishi. Ndio maana wewe una kazi, kuna mtu anatafuta kazi. Wewe una biashara, kuna mtu anatafuta biashara. Kama ingekuwa inapatikana kirahisi, kila mmoja angekuwa na kazi kila mmoja angekuwa na biashara lakini wewe una biashara kuna mtu anakesha naomba biashara, wewe una kazi kuna mtu anakesha na kuomba kazi. Kwa hiyo jua ipo neema na utumishi wa Mungu kwa ile kazi ulionayo nayo, na utakapotambua hiyo kazi na utumishi wa Mungu utaanza kupokea mashangilio ya Mungu. Haleluya! Angalia kitabu cha Mhubiri sura ya tatu mstari wa kumi na tatu, hadi kumi na nne. Angalia kitabu cha Mhubiri sura ya tatu, mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nne tena ni karama ya Mungu, si ya mwanadamu. Mwambie jirani yes, yako kazi ni karama ya Mungu. Kwa hiyo unapoomba karama, jua na kazi ni sehemu ya karama ya Mungu. Yes. Kwa hiyo usifikiri kazi unayofanya ni ya kwako, hiyo ni karama ya Mungu, ndio hicho ni kipawa cha Mungu. Yes. Ndio maana wewe, kuna biashara unafanya unafanikiwa, wengine wanafanya hawafanikiwi. Hiyo yeah. ni karama ya Mungu, hicho ni kipawa cha Mungu. Ni wangapi wanakazi wanajua ni karama ya Mungu? Ndio maana ukijua ni karama ya Mungu, hautazuia fungu la kumi, hautazuia sadaka, hautazuia sehemu ya mapato yako. yes. kwa sababu unajua hiki nachokifanya ni karama ya Mungu. Na pale unapokwenda kinyume na Mungu, anaiondoa karama yake, anaondoa kipawa chake. Ndio unakuta mtu alikuwa na biashara, alikuwa na kazi, halafu Mungu ameondoa kipawa chake, alafu kazi inapotea, biashara inapotea, uchumi unapotea. Ulipokuwa unafanya biashara, si kwamba wewe unajua biashara sana, ni Mungu ameweka kipawa cha kuangalia fursa, kuona fursa kuliko wengine ndio maana kuna mtu ana biashara, ameajiri wengine. Si kwamba una akili sana kuliko wengine, ni Mungu ameweka kipawa, Mungu ameweka karama. Wengi wanafikiri kipawa ni kuimba tu, kipawa ni kuhubiri tu. Hata kazi ya mikono yako ni karama ya Mungu. Amen, hebu shika moyo wako. Roho ananishuhudia wengi walifanya kazi wengi walifanya biashara, lakini hawakujua ni karama kutoka kwa Mungu. Ndio maana mtu akikwambia ombea biashara yako, huo ni umuhimu, sio unaombea biashara, unaombea karama. Ndio maana Suleimani alipewa utajiri, alipewa uwezo wa kuzalisha. Mungu ndiye akufundishaye kupata faida, yes. Hicho ni kipawa na karama, kuna watu wananielewa. Ndio maana kuna mtu ukimbeba ukamweka kwenye duka hawezi kuuza duka, yes. Si kwamba juu ya hesabu ana karama hiyo, ana kipawa hicho. Kuna watu wananielewa hapa. Wengine ukimweka afuge kuku au afuge au mfugaji, hawezi kufuga yes. Haleluya, si kwamba hawezi kuhesabu mifugo, ana kipawa hicho, ana karama hiyo. Mwingine ukimpa shamba hawezi kuwa mkulima ata ana shamba yes, lakini hawezi kuwa mkulima. Si kwamba hawezi kulima, ana kipawa hicho yes, ana karama hiyo yes. Lakini kuna mtu atokimpa bustani ndogo inastawi, inazalisha yes, unaona faida. Kwa hiyo usiajiri mtu kwa sababu ameana kazi, ajiri mtu mwenye kipawa na hiyo kazi yes, na hiyo biashara Omba Mungu, niletee wafanyakazi wenye kipawa, wenye karama. Ndiyo maana kuna watu unawalazimisha, lakini kuna mtu anapenda hicho unachomlazimisha mwingine. Kuna mtu anakitamani hicho hata asilipwe mshahara, lakini afanye hiyo kazi. Kuna watu ambao wanatafuta kazi za ndani, lakini kuna mtu anatamani kulea watoto hata asilipwe mshahara. Ana karama, ana kipawa hicho. Yes. Akikaa na watoto akaona wanakula anafurahi, haleluya! yes. Ukimwachia mtoto wako, anasikia mashangilio moyoni. Lakini kuna mtu ukimpa mtoto, hata kama unamlipa mshahara, anaona ni mzigo. yes. Anaona ni mateso. yes. Ana karama hiyo, ana kipawa hicho. Kuna watu wananielewa. Kumbuka anasema asiyefanya kazi asifanye nini? Kwa hiyo Mungu anakupa karama ya kazi, halafu inatokea chakula, inatokea kinywaji. yes. Inatokea furaha inatokea mashangilio. Yes. Ni karama ya Mungu, mtu aweze kula na kunywa, aweze kuburudika yes. Kwa hiyo kila anayemwamini Kristo anatakiwa awe na furaha hii, anatakiwa awe na mashangilio haya yes. Ya kuwa na kazi yenye faida, ya kuwa na kazi yenye tija. Usitumie nguvu kwenye biashara homba, kipawa kutoka kwa Mungu homba karama kutoka kwa Mungu, mama ya Mungu Yes. Ni kipawa kutoka kwa Mungu yeah, ili waupate kula na kunywa yes, na kuburudika Amen! Kwa hiyo unaweza ukaona vipawa vimepotea, karama zimepotea, yeah. karama zimeibiwa, yeah. karama zimeuawa, yeah. watu ambao tulitakiwa kuburudika, mm. tunalia. Watu tulitakiwa kuwa na mashangilio yes, tunaomboleza. Sio fungu lako, sio fungu lako, sio fungu lako. Fungu lako ni kula na kunywa na kuburudika ndio, yeah. maana walokole wamefungwa, hawana yeah. mapumziko. yes. Yeah. hawajui Jumapili hawajui Jumatatu hawajui yeah. siku kuu hii, kila wakati ni tabu tu mm. Haleluya. Ni wachache walokole wenye mapumziko. Ni wachache walokole ambao akichukua mke wake wanaenda hotelini, wanalala, yes. Yeah. wanaishi siku tatu pale. Anaona ni anasa. Mungu mwenyewe alifanya kazi siku sita. Yes. Yeah. Siku ya saba. Yes. Yeah. Akastare. Uburudike. Jamaa, yeah. yes. ukiuliza walokole Hoteli nzuri hawajui. Wanafikiri za wapi? Mm. Yes. Yeah, mtaani, chipsi, mayai. Yes. peleke, ajui, wanafikiri za wazinzi tu. Ukimuuliza mlokole chakula kizuri kiko wapi nipeleke, wanapouza chakula kula mtalipa mimi. Hajui, hajui. Ukimwambia mahala pazuri pa kukaa anakupeleka kwenye mgawa. Anakwambia pale kwa Juma anakwambia pale kwa Mpemba kuna chipsi tamu, marisi hapo. Maombi mengi bila maarifa. Yes. Kila mwenye ibada ana nguvu ya maarifa ndani yake. Amen. Kila mwenye maombi ana maarifa ndani yake. Huwezi kuwa na Mungu mwenye maarifa alafu ukakosa maarifa. Huo ni ujinga uliopitiliza. Mungu ndio mwenye hekima kuliko hekima zote duniani. Haiwezekani una Mungu mwenye hekima afu hauna hekima wee, una, una mizimu ya kwenu. Hauwezekani una Mungu mtawala, bwana wa mabwana, alafu wee ni mtumwa. Wee una mizimu ya kwenu alafu nanena kwa lugha rika, papapapa, shakataraba, haueleweki. Umevaa umependeza, ueleweki. Yes. Haueleweki umechanua nywele au hujachanua, ueleweki. Yes. Sio kwamba na kusema Mungu ni mtakatifu, mwonekano wake unaleta yes. Ndio maana mbinguni Biblia inasema malaika wanang'aa.